Hii ni exclusive interview na Isa Banka ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Yanga, baada ya kutaonekana misimu miwili ni kama miaka miwili akiwa nje. Leo tumempata, atazungumza kipi ambacho kimemweka nje na vitu mbalimbali mbali njea. Hivyo mambo vipi? Poa, uko kimya sana, nini shida? Ah, shida alikuwa kuna ugonjwa lakini nashukuru kwa sasa, namshukuru hmm, Mungu mungualhamilah basi nalo naomba wadau wangu wote wa soka, natarajia kuniona inshallah mwezi wa 12. Wengine walikuwa wanasema wameumia, maneno yalikuwa mengi sana, na tunaamini hata wewe ulikuwa unaona katika mitandao ya kijamii kwa yeah. unaweza kuclear shida ilikuwa ni kitu gani mpaka umekaa nje? Ndio bwana, mimi kwanza sijaosiumu, yani shida naweza nasema siumu alafu naumwa, kwa sababu kwanza ninasema siumu kwa sababu kitu kinachoniuma sikijui, sababu leo naumwa huku kesho huko, tu mbali nikose kucheza mpira lakini yote na yote namshukuru Mungu, sasa hivi nimekopa. Nimewahi kusikia story, hmm. Ukiingia uwanjani kucheza De. unaumwa lakini, ukivua jezi na viatu hmm. unakuwa mzima. Unaweza kuclear hii koje? Eh, naweza kuclear hiyo koje. Ni kweli, kwanza ulichokusema ni kweli, ilo ni Au, ni wanjani, ni kweli ufanya, fiki, na ndio shida ambayo ilonisumbua muda mrefu ni hiyo. Alipo ni kiingia kwa hiyo uwanjani kitoa kujifanya tumaweza ile moja mbili ifiki kutoka uwanjani. Na kitoka wanjani maumivu magali, lakini ninapovua vile vitu vya mpira maumivu yale yanapotea na kazi zangu nafanya nini kama kawaida, ila mpira na mimi, na mimi na mpira, tuna ugomvi yani. Ni chije ndo changamoto ambayo ilikuwa imenitokea na ndo imenikuta mpaka leo hii sichezi huo mpira hmm. Watanzania wakutarajie kurejea tena uwanjani, labda pengine umepona kabisa hiyo? yeah. hali yani wanatarajie sana na asilimia 100, hmm. yani wakua, wale wote leo miss vitu vya rafiki yao Banka hmm. wataviona suni bado, bado miezi miwili tu Watarajia hmm. kuviona tena hmm. Hmm. Banka na, kama nilivyokwambia hapo awali kwamba kukua na maneno mawi, mengi, mengi mtandaoni, wengine wakasema yule dogo wamepotezwa na madawa na, wengine nini hiki, inaweza kuclear kwa upande wako, ilikuwaje? Labda labda tu niwa niwatoe hofu washabiki zangu bwana, mimi madawa situmii madawa, mimi nilikuwa natumia bangi, na hata kule enyewe kwenye kupimwa, sialakupimwa madawa ya aina ya bangi, wala si unga tulipimwa madawa ya nguvu, kwa sababu alikuona wa umri wangu na kipaji ambacho nacheza na yule mpira tofauti na umri wangu. Kwa hiyo akahisi mimi naongeza vidonge vya nguvu, ndipo akanichukua kwenda kunipima. Lakini pia kwenda kunipima huko, tukakaa baada mimi kusaini Yanga, ndio majibu analetwa kwa mimi, nimefungiwa eti nimekutwa na bangi. Lakini pia kuna mwenzangu mimi nilipimwa naye, ambaye naye natumia hicho kitu, lakini hakuonekana maana tumia kwa hiyo ni issue tu ambayo ya kutengenezeana ilikuwa nami nikakubaliana nayo, basi nashukuru na iliisha, nailiisha kubwa uzuri, iliisha mm. mm. changamoto imekufanya ukae okay, karibu na Mungu sana ah, imejifunza vitu vingi sana. Mm. sana sana sana tena sana sana, nashukuru pia mm. nashukuru Mungu tena pia, kwa sababu pia haya matatizo yenyewe kanipa yeye, najua Mungu asingemkubalia wewe mtu asingenifika. Kwa hiyo mm. pia namshukuru Mungu kwa changamoto aliyonipa, mm. nimejifunza vitu vingi kwa wakati kama huu. Okay. mm, nakumrudia yeye kidogo mm. kumkumbuka mm. Vitu gani ambavyo ulikuwa unavifanya umevijutia ume na hautamani tena kuvifanya katika maisha? Kwanza najutia kwanza ushikaji washikaji, uh, mimi bwana basi washikaji mm. mimi basi, alafu kitu kama hicho nilichokuambia bangi ni bangi basi, najutia pia, sababu sio kitu kizuri kwenye jamii na shantoa sana akili kwa sababu ya ya kitu hicho, lakini mm -hmm. kumbe mimi na akili zangu mm. kwa hiyo -hmm. kitu ambacho najutia ni hicho. mm -hmm. mm -hmm. Nashukuru, kwa sasa nipo tu na familia yangu, maisha mm -hmm. naendelea. mm -hmm. mm -hmm. Uliingiaje? Ah, ujana, yaani ujana tu tuseme, ujana, tunajua ujana bwana, ujana huko na kule, vijana tushakutana, tunashaishiana, tunashikana akili, basi najikuta mtu nao naenda ene mm -hmm. mkururo eh siku ya kwanza ilikuwaje? baada ya kuvuta bangi na ulipo nyumbani? <laughs> siku ya kwanza, wala mi nilikuwa mroho, nilikula sana.